na playlist yetu. Kama umetazama video iliyopita tuliweza kutengeneza Google account kwa lengo la kwenda kufungua YouTube channel. Tuliweza kukamilisha, nategemea kila mmoja wetu ameweza kufanya hivyo. Kama kuna sehemu umekwama, niambie basi wapi umekwama, tuweze basi kuangalia tunatatua vipi tatizo hilo. Lakini leo video hii tunaenda moja kwa moja kufungua channel ya YouTube kwa mara ya kwanza. Najua una hamu ya kuwa na channel yako ya YouTube na unatamani kuona namna gani unaweza ukafungua kupitia simu yako tu. So twende moja kwa moja, wacha niingie katika simu yangu na niweze kukuonyesha wapi pa kwenda, wapi pa ku-click, wapi pa kuweza kurekebisha, wapi pa kuweka nini. Vyote tutaweza kufahamu kupitia video hii. Twende, wacha niingie katika simu yangu na niweze kukuonyesha kwa vitendo vile ninavyofanya, na wewe fuata hatua hizo. So ingia na wewe katika simu yako kama mimi, tayari nipo ndani ya simu yangu na nategemea utakuwa upo na application ya YouTube. Kama hauna application ya YouTube, ingia play store na search application ya YouTube, hakikisha umedownload na kuinstall katika hiyo simu yako. So baada ya kuwa nayo application hii ya YouTube kwenye simu yako, fungua application hiyo ya yako ya YouTube, itafunguka kama hivi. Na kama tayari umeshawahi kutumia Google account katika YouTube application yako, maanake tayari utakuwa na email ambayo inatumia YouTube kwa muda huo. Sasa sisi tumefungua Google account nyingine katika video iliyopita, kama umeshatazama, ndio ambayo tunahitaji kwenda kuitumia. So utakapofungua tu katika YouTube yako huko chini, upande wa kulia chini kabisa, kuna hii profile yako ya hiyo Google account unayotumia kwa sasa katika ya YouTube. Kliki hapo katika hicho kiprofile Then itafunguka upande huu na hapa sasa utakuja sehemu hii inayosomeka switch account. Kliki hapa katika switch account, zitafunguka utaona account ambazo upo nazo uh, ambazo umeshawahi kuconnect na simu yako, utaziona hapa. Miongoni mwa account ambayo mimi niliweza kufungua katika video iliyopita ni hii hapa chini kabisa, naikuta pia inasomeka hapa no channel kama account uliokuwa nayo tayari ina channel ya YouTube itakwambia, lakini mimi hii ya chini kabisa, hii ambayo tumetoka kuifungua video iliyopita, haina channel yoyote. So, nitaklick katika hii Google account yangu ambayo nilitengeneza video iliyopita, na hii ndio ambayo itachukua nafasi sasa katika application hii ya YouTube. Kwa sasa nipo katika Google account yangu, hii ndio ambayo naitumia kutumia YouTube. So, nitaklick tena huku katika hii profile ya YouTube yangu Google account yangu, huko chini kabisa upande wa kulia, itafungukia pale pale ambapo tumetoka. Na hapa sasa, ukiangalia hapa, kuna jina langu Mohamed Hafidh. Jina hili limetokana kwa sababu kule tulipotengeneza Google account hii tuliweza kuweka jina hili, kama unakumbuka. Na wewe litakuja jina ambalo uliweza kuweka. So hapa chini kidogo tu kunasomeka create channel, create a channel a. Ukiklik hapa tayari itafunguka kama hapa itakuja inavyoonekana kwangu. So hapa, kuna vitu unatakiwa uweze kuviweka. Kwanza, utatakiwa uweze kuweka picha profile picha yako ya hiyo channel yako ya YouTube ambapo hii wanakuambia hapa, change your photo or take a new one. Unaweza ku take hapo hapo picha ama unaweza kufuata katika gallery na ukaweka. Unaweza ku click hapa na ukaja katika gallery yako ukachagua picha ambayo unahitaji kuweka kwa sasa mimi nachukulia sipo na picha ambayo nahitaji kuweka katika channel yangu ya YouTube, lakini kama wewe tayari upo nayo unahitaji kuweka katika profile yako pale katika kile kiduara kidogo katika channel yako ya YouTube, uta click na utakuja uta select picha ambayo unahitaji. Let's say ili kuondoa hilo, kila mmoja aweze kufanya, wacha niweke picha hii hapa kwa sababu ni vitu ambavyo unaweza kuvibadilisha baadaye. Kwa hiyo mimi nitaweka, alafu baadaye nitakapokuwa na picha yangu ambayo nahitaji kuitumia nitakuja kuweka, na nitakufahamisha jinsi ya kubadilisha, pia na wewe uweze kufanya hivyo utakapokuwa na picha nyingine ambayo unahitaji kuiweka. So baada ya hapo utaklik hapa Save as profile picture huko chini kabisa, itakuwa tayari umesha set picha yako. Kitu cha pili kinachofuata ni jina la hiyo chaneli yako ya YouTube. Kwa hapa jina la chaneli ya YouTube mimi nitaandika tayari nalifahamu jina la chaneli yangu hii mpya ya YouTube. Nitaita mimi ukurasa mpya, unaweza kuandika kwa herufi ndogo, herufi kubwa, unaweza kufanya hivyo. Ukurasa mpya ndio jina la YouTube chaneli yangu, kisha baada ya hapo utasave. Ni rahisi sana kutengeneza uh, channel ya YouTube. Then kuna hii handle, handle automatic inajiweka hapa, kama hautoweza kuweka ile ambayo unahitaji wewe. Lakini mimi nitabadilisha, na kuna tofauti baina ya jina na handle, nitakwambia kabla ya kutamatisha video hii. So hapa ta click. And then tutaweka handle. Handle mimi nitatumia ukurasa mpya. Let's say wacha nitumie dot tz. Okay? Acha nitumie herufi ndogo .tz, then itacheki kama inafaa utaweza kutumia. Kama haifai inakuambia This handle is not available. Kwa kama is not available, acha nitumie jina jingine, ama acha nitumie nambari, let's say 255 ya hii inakubali. Ukurasa mpya 255 nita save, tajaribu hadi kuweza kufanikiwa kupata ambayo ni nzuri. Sasa acha nikupe tofauti baina ya hii name hapa na hii handle. Hii name ni jina linaloonekana juu ya video zako channel name. Linaweza kufanana na channel nyingine, hakuna shida, lakini handle hii ni kile kitambulisho chako cha kipekee, tunaita unique ID. Hakuna mtu mwingine duniani atakuwa na handle hiyo, ni wewe, na ndo maana hapa ikaweza kukataa, lakini majina ya YouTube channel yanaweza yakafanana na channel nyingine ambazo tayari zipo, hilo linawezekana. Kwa hiyo handle lazima iwe unique, ambayo itatambulisha channel yako hiyo so, hapa ndo kuna umuhimu wa kuweza kuweka basi unique ambayo itakuwa ya kwako wewe peke yako, isifanane na mtu mwingine. Watu watakutafuta kwa haraka kupitia hiyo hendo yako, na ndio ambayo itatumika kwenye linki ya chaneli yako ya YouTube, utakwenda kuona huko mbeleni. So baada ya hapo tayari create a channel, na tayari utakuwa umetengeneza chaneli yako ya kwa YouTube kwa kupitia tu simu yako kwa mara ya kwanza. Ukiangalia huku pembeni sasa hivi katika hii alama ya, ya profile picha yako chini, huko icon, ukiklik tayari utaona hapa imekuja ile picha uliyoiweka na jina la YouTube channel yako ukurasa mpya, then kuna handle yako hapa chini unaweza kuklik hapa ukaenda kuangalia channel yako. Hii hapa ndio channel yangu mimi ya YouTube mpya ambayo nimetengeneza sasa hivi, na hapa kuna vitu kadhaa ambavyo tutakuja kuendelea wakati mwingine kwa vile leo lengo kubwa lilikuwa ni kufungua channel ya YouTube na tayari tumefungua. so, kuna issue za kuweza kutengeneza sasa content, kuna kuna issue issue za za kuja kuupload hapa video, kuna issue za kuweza kufanya verification. Hizo tutakuja kuangalia wakati mwingine. Nategemea kila mmoja wetu ameweza kufika hatua hizi ambazo tumezifanya. Kuna tatizo? Kuna sehemu umekwama? Niambie katika sehemu ya comment, na ningependa niweze kuona like za kutosha, niweze kuona maoni, niweze kuona comment za wale ambao wanafuatilia hili ili basi nijue kuna watu wanafuatilia na mimi nifanye haraka, tuweze kufanikisha jambo hili na kila mmoja wetu awe na YouTube channel ambayo tayari anajua jinsi ya kushare maudhui mbalimbali, kuweka setting vizuri na kuanza sasa kufikia watu mbalimbali kwa mbali kwa haraka zaidi. Una maoni yoyote, una maoni yoyote, una swali lolote, comment ipo kwa ajili yako, weka hapo, mimi nitapita nayo na nitaweza kurespond comment hizo ambazo zitahitaji kuweza kujibiwa na mimi nitaweza kufanya hivyo, lakini pia kwa wale watakaopata changamoto usisite kuweza kusema. Asante sana, tukutane wakati mwingine tutakapokuja kuendelea hapa tulipoishia. Tayari tupo na YouTube channel yetu, nitakuonesha jinsi ya kumanage videos, jinsi ya kutengeneza, kuupload, ku download application ambayo inaitwa YouTube Studio kwa ajili ya kuona kila kitu. Analytics za channel yako, maendeleo na mambo mengi ambayo tutaweza kuyaona huko tutakapofika. Asante sana.